Hujambo, natumai hu buheri wa afya. Karibu katika makala yetu ya leo. Leo tunaangalia toni katika shairi, toni. Tunaangalia toni katika shairi, toni. Toni ni hisia za nafsi nini hisia za nafsi neni na ambazo huibuka kutokana na uteuzi wake wa maneno. Kwa hivyo, unapoulizwa toni katika shairi, unafaa kwanza kujiuliza, nafsi neni ni nani? Mzungumzaji ni nani? Kisha unajaribu kujiweka katika viatu vya yule nafsi neni. Unajiuliza, ana hisia zipi anaposema hivi? Ana hisia zipi anaposema hivi? Unapotambua hisia zake, basi umeweza kutambua toni katika shairi. Shairi huweza kuwasilisha hisia mbalimbali mbali. Hisia hizi huleta toni mbalimbali mbali katika shairi. Toni katika shairi zinaweza kuwa za huzuni, za furaha, za kejeli ama hata za kunasihi. Tutaangalia mashairi mawili ili tuweze kutambua toni, tuweze kuelewa toni katika shairi. Shairi la kwanza tunalipata katika ukurasa wa pili. Kichwa cha shairi, nimewakosea nini. Ukurasa wa pili, diwani ya Hodi Hodi Mashairi. Kichwa chake nimewakosea nini. Tulisome kwa pamoja. Wazazi baba na mama, nimewakosea nini? Ndipo mkaona vyema mkanitoa shuleni mwaniwachisha kusoma, sababu hasa ni nini? Nimewakosea nini? Nimewakosea nini? Wenzangu nikitazama kila kucha wa mbioni, na mikoba yao nyuma wamebeba migongoni, kati yetu nikipima tofauti siioni. Nimewakosea nini? Nimewakosea nini? Karibu mwaka mzima sijafika darasani, sioni mkijituma kunirudisha shuleni, baba yangu kutwa nzima anashinda ulevini. Nimewakosea nini nimewakosea nini? Mama naye pato zima linaisha mwilini, kila nguo anapima na vikoi kiunoni, ilhali nimekwama mwaka mzima nyumbani. Nimewakosea nini nimewakosea nini? Sina njia ya kusema yaliyo moyoni mwangu, moyoni yananiuma, na liya ndani kwa ndani si neno bado mapema, nirudisheni shuleni. Nimewakosea nini? nimewakosea nini? Shairi nimewakosea nini, ambalo limeandikwa naye Mwala. Aha, tumesema ili uweze kutambua toni, unajiuliza nafsineni ni nani? Unajaribu kujiweka katika viatu vyake. Kama hapa katika hili shairi, nafsineni ni mwanafunzi ambaye tunaweza kuona kwamba amewacha shule kwa sababu hajalipiwa karo, lakini anaona wenzake wanaenda shuleni kila siku, yeye amebaki pale nyumbani. Na si kwamba wazazi hawana pesa, wazazi wana pesa kwa sababu si tunaambiwa babake anashinda ulevini, mama naye ana pesa, lakini pesa zake ananunua nguo na vikoi, mwaka mzima ndo huo umeisha. Unafikiri huyu mwanafunzi anapojaribu kuwauliza wazazi wake nimewakosea nini, ana hisia zipi? Hata pale katika ubeti wa mwisho tunaambiwa kwamba anasema hana njia ya kusema yaliyo moyoni mwake, moyoni yanamuuma, analia ndani kwa ndani. Tunaweza kusema labda toni katika hili shairi ni ya huzuni, toni ya huzuni, kwa sababu ukiangalia huyu mwanafunzi, ukiangalia hali yake, lazima anahuzunika, ana uchungu moyoni. Hivyo basi toni pale ni toni ya huzuni. Twende katika shairi lingine, shairi ambalo tunalipata katika ukurasa kumi na tatu ukurasa kumi na tatu, diwani hodi hodi mashairi, kichwa chake njoo tucheze. Ili shairi limeandikwa naye Timothy Arege, tulisome pia kwa pamoja. Njoo tucheze, njoo tucheze, tucheze kwa heshima, njoo tucheze, tucheze bila lawama, njoo tucheze, tucheze kwa salama, njoo tucheze, tucheze kwa upendo njoo tucheze tucheze bila ya fundo. Njo tucheze tucheze kwa mtindo. Njoo tucheze tucheze kwa furaha. Njoo tucheze tucheze bila jeraha. Njoo tucheze tucheze kwa madaha. Njoo tucheze tucheze kwa mafungu. Njoo tucheze tucheze bila chungu. Njoo tucheze tucheze kwa udugu. Toni ya hili shairi ni ipi? Unafikiri nafsi neni ni yupi hapa? Huenda ikawa ni mwanafunzi ama wanafunzi ambao wanawaita wenzao wacheze, wacheze kwa heshima, wacheze kwa upendo, wacheze kwa furaha na wacheze kwa udugu. Unafikiri hisia zao ni zipi wanaposema hili shairi, wanapo kariri? Ama nafsi neni ana hisia zipi? Tunaweza kusema Toni katika hili shairi, shairi njoo tucheze, ni toni ya furaha. Toni ya furaha kwa nini? Shairi lenyewe linakaa, linafurahisha. Hata ukijiweka katika viatu vya huyu nafsi nini, useme lile shairi, utakuwa unafurahi, unapowaita wenzako, mcheze mfurahi, mcheze kwa mitindo, mcheze bila ya fundo. Kwa hivyo, toni katika hili shairi, shairi njoo tucheze, ni toni ya furaha. Mwisho wa makala yetu ya leo, natumai umeelewa. Tuonane tena katika makala mengine. Kwa heri.